One day, nilikuwa nimelala nikakuja kuoneshwa niko mahali pazuri. Hapo mahali palikuwa ni kiwanja, kiwanja kikubwa, palikuwa watu wengi kabisa na juu ya ike kiwanja niliona wazee wamesimama. Nilikuwa wazee wengi wamesimama, wazee wengi wamesimama, mapasta ama apostol, uh, yani ha, aina ya utumishi walikuwa wote wamesimama na mimi nikafika hapo hivyo, wakanipokea kwa heshima. Wakati waliponipokea wakanikaribisha ya kwamba njoo mahali tulipo, nikaangalia nikaanza kwenda mahali ambapo waniambia niende. Wakati ambapo nianza kwenda, umati wa watu ukasimama ukaanza kushangilia. Kwa watu ambao walisimama wakatoka wakasema, hapana, hatutakuachilia wewe uende, inabidi sisi tukufunge ili wewe usiweze kwenda. Lakini watumishi ambao walikuwa mbele yangu, ambao walitangulia mbele yangu, walikuwa kule wakubwa wengine uh, katika ndoto niliwa, niliwatambua vizuri ma, na majina zao, kwa sababu ilikuwa ni umatu wa wazee. Kulikuwa watumishi wa Bwana wengi kabisa, ambao walikuwa mbele yangu, wakaniambia kwamba hawa watu wengine ambao wamesimama hawataki wao uje huku, lakini wewe utakuja tu hapo. Hivyo kulikuwa na kiti kimoja ambao walikuwa wameniachia kitu kizuri, kiti yani chenye kiti kupendeza, wakasema hapa ndo nafasi yako, unastahili kukaa. Wakati nilipokuwa nikienda, wakati watu wakatoka, nikastuka kwenye ndoto nikasema, Mungu wangu, unataka kusema nini? Wakati nilisema hivyo, nikalala tena, usingizi ukakuja ghafla, nikalala, wakati ambapo nilala, nikaona tena ile ile vision moja kwenye ndoto. Nikaona tena wamesimama wazee wengi, yaani graundi kubwa, kuna kiwanja kikubwa, wamepanga vizuri, wameweka vitu vizuri vizuri, kuna watu wengi. Wakaniita tena ya kwamba niende, nikaanza kwenda. Wakati ninaanza kwenda, kuna watu ambao walitoka nyuma yangu, wakasema hautapita, utapita mahali hapo kwa sababu kule ambao kulikuwa watumishi wa Bwana, watumishi wa Bwana walikuwa mbele na kule mbele ambako walikuwa, ilikuonekana kama vile wingu, weko wingu, wingu fulani, wingu wako kwenye wingu, wingu moja fulani, kulikuwa wingu ambao imekaa kule, nao weko ndani ya ile wingu, lakini wanaonekana vizuri na kwenye viti vyao, ni kama vile viti vya wafana ambao wanakaa. Lakini hapa hivi mbele kuna kitu ambacho walikuwa wameniwekea mimi nikae mahali pale, hapo hivi ilishindikana. Wakati nilianza kwenda, wakanizuia tena nikasituka wakati ambapo nilisituka, inakuwa mara mbili hiyo. Siku ikapita hiyo siku ikapita, siku ya fata tena nikaona tena. Uh, kuko jengo kubwa kabisa, hiyo jengo likuwa kubwa na kuna watu wengi wa mataifa mataifa mbalimbali mbali walikuwa hapo, watu wengi walikuwa hapo, makabila fulani warefu kwa wafupi walikuwa hapo. Nikaona tena vile, vile nilivyoona mwanzo nilipoona vile, wakaniambia ni lazima utakuja hapa. Ukaanza kwenda wakati inaanza kwenda ukatoka, watu wa kuzuia wakasema hatutamuachilia ya hili lakini hapo hivyo, kuna wengine ambao waliamuka wakaanza panga plani yao mbaya juu yangu. Wakati ambapo walianza kupanga plani mbaya juu yangu, kuna nabii ambaye alisimama kule mbele. Ule nabii wakati aliposimama akaniambia kwamba kuna watu wanakufanyia vibaya, kwa hiyo kuwa makini, kuna watu ambao wanakufanyia vibaya. Sasa akaniuliza unataka tufanye nini? Unataka tukufanyie nini wale wanaopanga vibaya kwa ajili yako? Unataka wafwe ama nini? Nikasema kwamba hapana, ninachotaka mimi ni kuwa amani pale. Wakati niliposema hiyo, mara mmoja nikajikuta kwenye kile kiti nikakaa. Wakati ambapo nilikaa, wale wazee wote watumishi walipokuwa pale, wakasimama wakapiga makofi, na hawa watu wengine walikuwa upande wa huku na wa huku, wote wakashangilia. Watumishi wa Bwana wakasimama wakaniwekea mkono kwenye ndoto, wakanibariki wakasema, sasa kazi ni kwako wakanipashia neno la Bwana wakaniombea, wakaniombea, wakaniambia kwamba sasa wewe hapa tunakutuma ni kwenda kutimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Wakaniambia na kwamba wewe hapa tunakutuma kwenda kwa kila mtu, uende ubiri neno la Mungu. Wakaniambia kwamba tuna uwezo wa kufanya chochote ambacho tunataka kufuatana na mapenzi ya Mungu, lakini bado hatuna nayo na nafasi ya kwenda, kwa sababu muda wetu umepita. Wakanaambia kwamba kuna watu wengi ambao wamesimama, kuna watu wengi wenye vipawa, kuna watu wengi ambao wana nguvu za Bwana za utendaji wa kazi yake, lakini wamefungwa, wame hakuna namna ya kutoka na kwenda, lakini wakanipatia lengu ya kusoma. Wakati napoenda, nina uwezo wa kuwafungua, nina uwezo wa kuwatoa. Bwana Yesu sifa. Apewe sifa hapo. Hivyo mara moja nikasituka, ukakuja wakati ni sutini, andiko wakati andiko ambapo nilikuja, ukiangalia kwenye skrini utaona hiyo andiko andiko ikakuja ni andiko ya, ya Musa Huyu Mungu akakutana na Musa. Wakati alipokutana na Musa, huyu Mungu akamwambia Musa kwamba vua viatu vyako, maana maana ambapo nafika ni mali patakatifu na lengo la Bwana kukutana na Musa ni kwa sababu Mungu aliona kulia kwa wana wa Israeli. Mungu aliona machozi ya wana wa Israeli, aliona kuteseka kwao. Basi Mungu akakutana na Musa ili Musa aende awakomboe wana wa Israeli. Mungu alikutana na Musa akamwambia kwamba wande mali fulani. Wakati Musa anaanza kusema, kwa sababu ya kongea, huyu Mungu alimpatia msadiri ambaye jina lake ni ili waende kukomboa wa wana wa Israeli. Wakati hiyo neno ilikuja ndani yangu, wakati kitabu kilifungulika ndani yangu, nikasoma nikasoma, nikakaa, nikaanza kutafakari, nikamuuliza Mungu, unataka kuniambia nini? Unataka kusema nini kuhusu neno hili? Wakati ambapo nilikuwa nikitafakari neno hilo, mara moja nika nikalala tena kwa sababu wakati niliota hivyo wakiniombea, nikastuka. Wakati ambapo nikastuka, hiyo neno ikanikuja nikaanza kuomba nikisoma, kwa wakati ambapo nimaliza kusoma hapo hivyo. Wakati nilipokuwa nikisoma, usingizi ukanikuja tena. Mara moja nikaona tena niko mahali pengine, niko taifa lingine, ambapo ambapo pana watu wengi, kuna watu wengi kabisa. Watumishi wa Bwana wakasimama, wakaniambia Jeremaya, kuna watu ambao Mungu amewachagua. Kuna watu ambao wametiwa kwa jina la Mungu, lakini wamefungwa kwa kila njia, wamefungwa kwa vitu mbalimbali, wamefungwa kwa mambo mbalimbali, kama vile ulivyoona we unazuiliwa kuja mahali hapa Yani, wakafunga wataki wauje ndivyo, wengine wamekamatililiwa. Kuna watu ambao muda huu tunata, ambapo tunataa ambapo wenye wenyepasha kuwa pamoja nasi. Kuna watu ambao kuna vicjana kunani explain mambo makubwa mambo madogo, ikasikiliza wakaniambia usiogope, wakaniwekea mkono tena wakaniombea na hiyo neno na hiyo ndoto niliota four times. Nikaota ya mwisho ambapo niliota nikajiona niko mali pengine mali ambapo nilikuwa nikaona malaika wa Bwana anakuja hapo kwenye ndoto. Wakati ambapo malaika wa Bwana anakuja, ule malaika akaniambia kwamba nimetumwa na Mungu kukwambia kwamba maneno yote ulioamiliwa imehakikishwa iwewe sasa kuondoka na kuyafanya mapenzi ya Mungu, niwewe sasa kutoka mali hapa kwenda kwa kila mtu kwenda kwa kila mmoja, kwa kila mtu, mataifa mbalimbali. Utatembea kwa ajili ya kazi ya Mungu, utatembea kwa ajili ya Kristo, waliofungwa, walioonewa, wasiomjua Bwana, walioanguka katika imani, walioanguka na udhaifu, mambo fulani fulani. Utaamuka pale na utaenda kuyatimiza yale yote, wewe ndio ambayo utaenda wewe ndio ambayo utaenda. Ule malaika akakikisha katika ndoto. Mara moja naye akaniweka mkono, akaniambia kwamba usiogope, utatimiza mapenzi ya Mungu, una uwezo, una nguvu, una mamlaka. Wakati ambapo ninaambia hivyo katika ndoto, nikajisikia nguvu mpya, nikajisikia uwepo moja fulani usiokuwa kawaida. Akaniambia kwamba na jina lako kwanza leo katika huduma au utaitwa Yeremaya utaitwa miujiza, kwa maana vitu ambavyo utafanya vitakuwa ni vitu vya miujiza. Kusema kwako, kwenena kwako, matendo ambayo itakuwa inatoka ndani yako itakuwa ni ya miujiza. Tunakuruhusu na umepewa kile kibali na rusa kutoka na kwenda mahali popote. Akanaambia wanne. Wakati aliposema hivyo nikamu kwa kishindo kikubwa nikaanza kwenda katika hayo safari na ni kweli Mungu aliwezesha, niliona mkono wa Bwana alitenda mambo makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo watumishi wa Bwana ambao mnanisikiliza muda huu na ambao mmeendelea kunifatilia wakati tuko nao muda huu, ambao tuko nao, si muda wa kulala, sio muda wa kutazama jirani yako, sio muda wa kutazama wazazi, sio muda wa kutazama watu wengine. Ah, ni muda wako sasa wa kujitoa katika roho na kweli. Ni muda wako sasa ya kupinga madhaifu na kusema kwamba mimi si mdhaifu tena. Ni muda wako wa kujitoa alivyojitoa Daudi, unasema mimi naenda nitasimama unasimama kwenye zamu pasipo kuogopa wala mashaka ndani yako. Ni muda wa kusimama na kumtazama huyu Kristo. Ni muda wa kusimama na kuchuleza ndani yako, Kristo anataka nifanye nini? Ni kitu gani ambacho Kristo anataka nifanye? Ni kitu gani ambacho Kristo anataka nianene? Na ndio maana mwanzo nilisema kwamba kila mtu anaenda kukifanikiwa kila mtu mwenye haenda kuinuliwa, lazima ndani yake ataona, ndani yake ataona mabadiliko, ndani yake ataona vitu vimebadilika. Kisha vile anavyoona ni ndani, ni wakati sasa yeye sasa kuvitoa katika mwili, vionekana kwa macho ya watu. Wakati aliponiambia hivyo katika ndoto ambayo nimefasiria nikamwambia, Bwana, mambo ni magumu mahali ambapo nilipo viti ni vigumu. Nikamwambia Bwana, basi tenda miujiza kwa ajili yangu. Wakati ambapo nilinyaka katika maombi, nikamwomba Mungu, nikamlilia Bwana, Mungu akaniambia kwamba wala usiogope, wala usiogope, nitatuma malaika kwako, na wale malaika ambao nitawatuma kwako ndio ambao watatembea na wewe. Nitatuma malaika kwako ambao watafanya mambo makubwa juu yako. Nitatuma malaika kwako ambao watasimama na wewe. Nitatuma malaika kwako ambao watatenda mambo makubwa, na yule roho aliye ndani yako, ile presence ya Mungu nitatenda pamoja nawe, wala usiogope. Mimi Bwana, mimi Mungu wako, nitafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mimi Bwana Mungu wako, nitatenda vitu vikubwa kupitia wewe. Wakati katika maombi nikasimama nikamshukuru Bwana na nika nika kaniambia kwamba hiyo neno ambayo nimekwambia wewe sasa kuambia mataifa uwafikishie mataifa uambie neno hili. Na ndio maana na mimi sika leo na muu watumishi wa Bwana, kama isemavyo neno la Mungu, asema Bwana huwa anasema katika njia nyingi, akitaka kutenda mambo yake. Mungu ambaye anajua mwenyewe ni lazima atasema na yeye, anasema ni kwa ajili yetu sisi watumishi wake. Kwa hiyo watumishi wa Bwana mnaonifuatilia na mnaonisikiliza muda huu, Amkeni katika rona kwenu, simameni katika kazi ya Bwana. Tutangazeni habari ya Mungu kwa watu wote kwa mataifa wote, wala tusiogope wala tusioniahidi hata mada ambapo tunaona haitawezekana. Tusimame tu imara na Mungu atatuendesha kwa hiyo tulisha Bwana, inawaombea na Mungu awabariki na Mungu awaendeshe katika jina la Yesu Kristo amena.